Lakini pia hata upatikanaji wa makundi ya nyuki, kuna baadhi ya maeneo kweli hali sio nzuri e, lakini ukiangalia maeneo kama ya Chamwino na Kongwa au Dodoma kwa ujumla e, upatikanaji wa makundi sio tatizo kama vile ambavyo watu wamekuwa wakisimulia kwamba makundi ya nyuki yanapungua, yanapungua kwa eneo la Dodoma e, kwa kweli hali ni tofauti na watu wanavyoiria, kwani maeneo mengine kweli hata ukiangalia mizinga unakuta kwamba uzalishaji wake unakuwa si wa kuridhisha e, na inawezekana ni kwa sababu kuna kuna mabadiliko ya tabia ya nchi, na yakitokea hawezi kutokea maeneo yote, yatatokea kwenye baadhi ya maeneo. Kwa hiyo yapo maeneo ambayo kwa kweli yana, yana, yanafanya vizuri na pia kama nilivyosema awali, kwamba tunaangalia pia ni mzinga wa aina gani itumike wapi, kwa sababu hapo awali ilikuwa unaweza ukakuta mzinga wa aina moja ukatumika maeneo yote ya nchi, kitu ambacho si sahihi, kwa sababu uzalishaji, aina ya nyuki walioko sehemu fulani ni tofauti na nyuki walioko eneo nyingine. Kwa hiyo unaweza ukakuta makundi yale ni madogo kiasi kwamba hayawezi yakajaza li mzinga kubwa, na wasipojaza mzinga kubwa na lile mzinga wao, unakuta wanaweza kajirindika tu kwenye kaeneo kamoja, ili wajaribu kuweka joto kwenye ile ni jumba lao ambayo ni kubwa. Sasa katika hali ya kawaida uzalishaji wa mazao ya nyuki ukitegemea hivyo huwezi ukapata kitu, kwa ndio maana tukaja na huu utafiti ambao tayari tumeshaanza kuufanya na matokeo yanaonyesha kabisa kwamba baadhi ya maeneo hatuna sababu ya kuwa na mizinga mikubwa sana eh, kwa hiyo tutakuwa na mizinga ambayo italingana na eneo husika, na hili itakuwa hiyo changamoto ya matumizi ya mizinga tutakuwa tumeiondoa mara baada ya utafiti huu kukamilika.